Kama ndo unaanza photography na una bajeti ya kiasi fulani cha pesa, lakini ufahamu kamera gani uweze kutumia, leo nenda kuelezea kamera bora tano ambazo wewe kama photographer unaweza ukaanza kuzitumia kulingana na bajeti yako ambayo utakuwa nayo, na kamera ya mwisho ndo kamera ambayo ina bei ndogo kuliko kamera zote. Kwa angalia mpaka mwisho uweze kujua kamera ambayo ina bei ndogo kuliko zote ambayo unaweza kuitumia wewe kama photographer ambaye unaanza. Kamera ya tano ambayo tunaenda kuanza nayo hapo ni kamera ambayo inaitwa 5D Mark 4. Hii ni kamera ambayo kwanza ina megapikseli 30.4 lakini pia ukiachana, okay, kwamba ina megapikseli 30.4 hii kamera yenyewe kwanza ni nzuri katika matumizi yote, endapo utataka kupigia picha, utataka kushutia video, kwa sababu ina autofocus nzuri, ni pia ni full frame, lakini pia cha zaidi zaidi kizuri katika hii kamera uh, yenyewe tu ina inaweza ina, ina, ina, ina display yake inaweza kudisplay mpaka 4K naweza kusema inaweza kushuti Okay, ndio uzuri wa hii kamera ambayo ni 5D Mark IV ni kamera ambayo ni, um, ni kubwa na bei yake ina range kuanzia milioni tatu na laki tano mpaka milioni tano na laki tano na hii ni kwa sababu inategemeana na wewe umenunulia wapi, au unataka kununulia wapi. Kuna wale ambao wananunua used kabisa, lakini kuna wale ambaye ananunua mpya, namaanisha kwamba ameagiza nje. Kwa hiyo bei zitatofautiana kulingana na wewe ambako utaipata, lakini range yake ya budget itaanzia hapo milioni tatu na laki tano mpaka milioni tano na laki tano. Hii ni 5D Kamera ambayo inafaa kwa matumizi niseme karibia yote. Inafaa kwa documentary, inafaa katika harusi, kwa sababu ina quality kubwa na megapixel za kutosha katika ambazo zinaruhusu kuweza kufanya kazi zako vizuri. Kwa hiyo ndio kamera namba tano ambayo unaweza ka kununua wewe, mtu ambaye unaanza photography na unatamani kuwa na kamera ambayo ina quality kubwa sana sana sana, ambayo ni DSLR. Kamera ya pili ambayo unaweza kuwa nayo, au ile ambayo unaanza kujifunza mambo ya photography au unataka pia unataka kamera kwa ajili ya studio yako ni kamera inaitwa 6D Mac 2. Hii kamera ya pili yenyewe ina uwezo mkubwa wa kushuti video lakini pia ina quality nzuri lakini pia ina autofocus nzuri sana. Ukifanya kwa matumizi yote ile, kama ukitaka kupigia picha au ukitaka kushuti video, inafaa sana kupata mwanga ambao inaweza kusaidia kupata kitu ambacho ni clear, hata kama utatumia ISO ambazo aa, utatumia kama setting ambazo eh, ni kubwa kubwa. Kwa mfano ISO kubwa nini, itakusaidia wewe kuweza kupata kitu ambacho bado ni clear kwa sababu inaweza ku sustain low light. Kwa hiyo hii ndio kamera ya pili ambayo niko nayo. Kamera ya tatu ambayo hii ni kamera ya pendwa kwa wapiga picha wengi sana na karibia kila ofisi ambayo wanafanya kazi kubwa kubwa wengi sana wanakuaga nazo. Hii ni kamera ambayo inaitwa Canon 5D Mark 3. Hii yenyewe kwanza kabisa sifa yake ya kwanza yenyewe yenwe nameab 22.2 22, lakini sifa yake kubwa sana hii kamera cha kwanza kabisa imeumbwa, imechakaa nje, inasura mbaya, lakini ukija kwenye matumizi, ukipiga picha lazima ikunyosheni ambayo ni, mbao, ni mbao, nipendwa sana kwa mafotografa wengi, ni kama godi ya, ya wapiga picha kusabu, yenyewe, uh, ina quality kubwa na ni nzuri sana kwenye picha naukizingatia no, kwanza ni full kwa maana yake inatoa kitu ambacho ni quality, hata ukiwa hata ukiwa katika low light. Changamoto dotoya kamera ni kwamba, kama uko unashuti labda unashuti video na unataka kutumia gimbal, haina autofocus nzuri. Sio haina kabisa, inayo, lakini autofocus ya yake sio nzuri sana kwa matumizi ya kutumia kwenye gimbal. Kwa hiyo ndio changamoto yake laki, lakini kwa matumizi ya picha pekee yake hii ni kamera ambayo ni nzuri sana sana sana sana. Wapiga picha wengi sana wanashauri, au ukitaka kununua kamera ambayo ni kubwa kwa kiwango kikubwa, ni hiyo 5D maxilio ndio kamera ya tatu. Sasa kama umevutiwa na video hii unaweza ku subscribe katika channel hii ili uweze kujifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na picha, video na mambo mengine. Kabla tujaendelea, kamera ya pili ambayo naweza nikarecommend uh, mtu aweze kuitumia ambao uh, uh, k okay. Sijataja bei za hizi kamera ambazo zimetangulia uh. 6D Mark 2 yenyewe na range katika milioni moja na laki tisa mpaka milioni mbili na laki tano ikiwa bodi peke yake. Na hiyo hapo, 5D Mark 3 ina range milioni moja na laki sita mpaka milioni mbili na laki tano ikiwa bodi peke yake. Kama nilivyozungumza mwanzo, hii inategemeana na wapi umenunulia na unata wapi umeagizia hizo umechukua, yuzi ya baba bongo au yuzi ya ya, ya, ya nje hapo itategemea na hapo. Kwa hiyo ukimsikia mzee amenunua milioni tatu, milioni mbili, usisikapigwe ile namna ya alipochukulia na, na na mtu ambaye amemwagizia ame. Kamera ya pili ambayo naweza nikashauri au nikarekomendi mtu aweze kuchukua ni Nikon D7200. Hii kamera ya kwanza kabisa yenyewe na megapikseli ishirini na nne lakini changamoto hii, tofauti na zile za kule mwanzo, hii yenyewe ni crop sensor, lakini kamera ambayo ina, sensor, ina, ina focus nzuri japo sio nzuri kwa kutumia kwenye gimbal, lakini ina focus nzuri kwenye, kwenye video na kwenye picha, ina picha nzuri sana. Hii kamera, nashauri kwa yule mtu ambaye anapiga sana picha kuliko kushuti video, kwa sababu kwenye upande wa picha inatoa picha nzuri sana na picha quality sana. Kwa hiyo huu ndio ubora wa hii kamera ambayo Nikon D 2 na hii bei yake yenyewe ina range katika milioni moja na laki mbili mpaka milioni moja na laki saba. Nao pia hivyo hivyo, inategemea na wapi na ulivoichukulia. Lakini pia kumbuka hizi zote zinauzwa zikiwa bodi, kwa sababu kamera zote kubwa zinauzwa zikiwa bodi tu, zikiwa hazina lenzi. Kutana kamera na lenzi chache sana kukuta ni nzuri. Yaani kamera kubwa nyingi zinauzwa zikiwa hazina lenzi na kitrenzi, kwa hiyo ndio kamera ndogo ndogo ndogo ndogo ndio utakuta inakuja yenyewe ilikiwa na kitrenzi. Kwa hiyo ndio kamera ya pili ambayo naweza nikairecommend mtu aweze kuichukua. Kamera ya kwanza ambayo naweza nikairecommend au nikamshauri mtu aweze kuchukua, uh, ni kamera ambayo ni Canon 5D, Mark II. Hii ni kamera Canon 5D Mark II. Hii ni kamera ambayo asilimia kubwa ya wapiga picha wengi sana wamepitia katika katika hii kamera kwa sababu ni kamera ambayo ni affordable, ni kamera ambayo ni full frame lakini pia ni kamera ambayo hata wakati inatoka imetumiwa na madirekta wengi sana hapa Tanzania, akiwemo direkta Anskana kwa sababu video zake nyingi za Anskana za mwanzo mwanzo miaka ya nyuma elfu alitumia sana 5D Mark II, afatilia interview zake anapenda. Kwa hiyo ni kamera ambayo naweza nikamshauri mtu kamera ya kwanza yenye na bei ndogo zaidi, ikiwa used 5D Mark II unaweza kuipata hadi kwa laki nane na nusu, umeipata. Lakini yuzi ambao ni kawaida ni kawaida kupatikana yenye inapatikana bei kwa bei ya milioni moja na laki mbili, lakini kamera pia unaweza ukaipata kwa milioni moja na laki nane kwamba unaichukulia wapi na wapi ume, umeipatia wewe na nani ambaye amekuagizia ame. Kwa hiyo hii ndio kamera na ya kwanza ambayo nikamshauri, kwa sababu ni full frame, lakini pia ni bei ndogo. Licha ya kwamba sio kwamba hai perform vizuri sana kwenye low light, lakini ukiitumia light nzuri inakupa picha ambayo ni quality sana sana sana kulingana na bei yake ambayo unapata. Kwa hizo ndio kamera tano ambazo unaweza ukazitumia. Unaweza nikakushauri wewe ambao unaanza au kwenye industry ya photography kuweza kuzinunua kwa sababu zinaweza zikakupa matokeo mazuri mazuri sana kulingana na bajeti yako. Kama una bajeti chini ya milioni moja, kuna hiyo 5D Mark II. Kama una bajeti kuanzia milioni moja, kuna hiyo Nikon D7200. Kama una bajeti kuanzia milioni moja na laki tisa mpaka milioni mbili laki tano, kuna hiyo 6D plain 6D Mark II kuna hiyo 5D Max hii. Lakini kama una bajeti mpaka milioni tano, kuna hiyo 5D Max 4 ambayo hilo ndio linasema naweza nikasema ndio kamera babalao kwa sababu ukisha kuwa na hiyo kamera, ni kamera ambayo ni kubwa ambayo utapiga kazi bila changamoto yoyote.